Anajua utashinda vipi, anajua utapita vipi. Hata Kristo alipitia mateso, alilia, aliteseka akisema, Mungu ukiona vema kikombe hichi kiniepuke. Unakutana na vikombe gani wewe? Mara ngapi vikombe vinavyokutana nao vinatutishia amani? Mara ngapi vikombe vinavyokutana nao vinatusa kwenye mstari? Usiogope, madhaifu yako ni kikombe, lazima ukinywe, lakini juuliza, unakunywa kwa staili gani? unakujwa umekaa unakuja unatembea unakunywa umesimama, ni maamuzi yako. Lakini sisi weziwote ambao safari zetu zinapita katika dunia tunakunywa vikombe na tunasonga mbele, kwa sababu muda wetu duniani ni mchache na mdogo, kwa sababu kombe umekaa badatombelizike na jaribu. Mungu ana nafasi na autaki kufanya mambo ambayo inampendeza Mungu. Hivyo basi, wapendwa wenzangu, tujipe moyo, tukanze tusimame imara, tujifunge, kama safari inaendelea, kama Kristo alivyokuwa akitarabika, huku kazi ya Mungu inaenda mbele. Jifunge kiume, wewe ni mwanajeshi, wewe ni askari. Usiogope kutana na changamoto, zinakuimarisha kiimani. Usiogope kusema ovyo, zinakusaidia wewe kuwa mtu wa kupembua. Usiogope unapopata sifa mbovu, usiogope unapodondoka. No, hayo ni majaribu ambayo yako kukufanya wewe uendelee kuwa imara zaidi. Mungu awabariki abariki, abariki neno lake. Amen, amen.